Bwana, ninakushukuru kwamba uponyaji hauishii tu kwa mwili. Naomba kwamba uingie hadi sehemu za ndani kabisa za moyo wangu, katika kona zilizojificha, ambapo vidonda bado vinaweza kuwepo. Mahali ambapo maumivu ya zamani yamekita mizizi, ambapo majeraha ya zamani bado yananena uongo juu yangu na kile ulichoniahidi. Bwana, ponya maovu ambayo hakuna mwingine anayeyaona. Rejesha sehemu zilizovunjika, panguza machozi panapo huzuni. Acha mafuta yako ya uponyaji yatiririke kwa uhuru juu ya kila jeraha, kila eneo la kukataliwa, kila eneo la usaliti, kila sehemu ambapo tumaini limepungua. Baba, naomba kwamba uhuisha upya akili yangu kila siku. Linganisha mawazo yangu na kweli zako. Angusha kila wazo la uongo linalojiinua kinyume na maarifa yako. Badilisha wasiwasi iwe amani yako. Badilisha hofu iwe imani kwako. Badilisha kuchanganikiwa kuwa utaratibu wako. Acha nuru ya neno lako ifukuze kila kivuli la giza. Acha kweli yako iwe ngao inayonishikilia imara wakati hisia zinapozunguka na hali zinapobadilika. Katika jina la Yesu, natangaza kwamba nina akili ya Kristo, akili timamu, thabiti na yenye kusimama imara.